Ndege ishaatua na ukiangalia vizuri tu maafisa wa kijeshi wanashika doria na kuhakikisha kwamba shughuli nzima inaendelea kwa taratibu ambazo zipo, ili kuhakikisha yote yanafanyika kwa njia ambayo inafaa zaidi, na ndege hiyo imeweza kutua katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu, ndege ambayo imeubeba mwili wa hayati Raila Amolo Odinga, ndege ambayo imepewa jina, inafahamika kama Enigma 01 ndege ambayo imeubeba mwili wa Raila Amolo Odinga. Na hivi sasa, mtazamaji, ni picha tunakuonyesha za moja kwa moja kutoka eneo hilo, na ukitazama vizuri, ndege hiyo inazunguka kwa utaratibu tu ili kuweza kutu, kutulia na vilevile kuweza kusimama ili mwili wa Raila Amolo Odinga uweze kuondolewa na kusafirishwa hadi katika eneo la Mamboleo kaunti hiyo ya Kisumu. Mtazamaji, ndo picha za moja kwa moja, au zipati kwingine unazipata papa hapa ndani ya TV47 kuhakikisha tunakujuza na vilevile kukutaarifu matukio na vilevile matokeo ya shughuli ilivyo katika safari hii ya mwisho ya Raila Amolo Odinga. Ikumbuke kwamba alifariki tarehe 15 akipokea matibabu e, nchini India kule Kerala, katika hospitali ya Devamatha na mtazamaji ndo picha za moja kwa moja. Ndege nyingine ya kijeshi pia inatua katika uwanja huo wa kimataifa wa Kisumu ndege ikiwa imewabeba pia maafisa wa, ki, wa usalama kuhakikisha usalama unadumishwa wakati ambapo mwili wa hayati Raila Amolo Odinga utakapopokelewa utakapo katika uwanja huo, na vilevile vile kusafirishwa hadi katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo, kaunti ya hiyo hiyo ya Kisumu. Mtazamaji ndo picha za moja kwa moja kutoka papa hapa ndani ya TV47 kikosi chetu kikiwa dhabiti kabisa kutoka eneo hilo la Kisumu, hasa katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu. Ukiangalia vizuri tu, ni picha za moja kwa moja. Ndege ambayo ishatua ni ndege ambayo imeubeba mwili wa hayati Raila Amolo Odinga. Inayofuata nyuma ni ndege ambayo pia imewabeba ime, ime maafisa wa kijeshi kuhakikisha usalama unadumishwa katika taratibu hizi za mazishi ya kitaifa ya Raila Amolo Odinga. Mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo, nasi hapa tuko ange kabisa. Ndege ishatua ishatulia, sasa ni kufunguliwa ili mwili wa hayati Raila Amolo Odinga uweze kuondolewa kwenye ndege na vilevile kuweza kuandaliwa kwa safari kutoka uh, maeneo mbalimbali. Hivi sasa tukisubiri shughuli nzima ya mwili kuweza kuondolewa kutoka kwenye ndege ya kijeshi, ndege ambayo imeubeba mwili wa hayati Raila Amolo Odinga. Picha za moja kwa moja kutoka uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kisumu. Na ndivyo hali ilivyo, na ukiangalia kwa ukaribu tu, baada ya ndege ambazo zimewabeba maafisa wa kijeshi kutua, basi inayofuata ni ndege ambayo inafahamika kama Enigma 01 ambayo imeubeba mwili wa hayati Raila Amolo Odinga ndo ambayo inatua taratibu tu na vilevile kuweza kusimama na mwili wa hayati Raila Amolo Odinga kuondolewa na kuandaliwa kusafirishwa kuelekea katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo, kaunti ya Kisumu. Na mtazamaji, picha za moja kwa moja za kipekee hapa ndani ya TV47 kukujuza matukio na vilevile matokeo ya namna hali ilivyo, na wanasapicha wetu wako katika kaunti ya Kisumu katika maeneo mbalimbali hadi pale nyumbani kwa Raila Amolo Odinga kule Bondo na tutakuwa tunakujuza mengi mengi zaidi. Hivi sasa unavyoangalia, pale ni wale maafisa wa kuhakikisha uh, kila kitu kiko shwari. Wale viongozi wa kidini pia washatua hivi sasa, tukisubiri uh, mwili wa Raila Amolo Odinga, na unavyoona kwenye kiwambo chako zile gari za zimamoto zikiweza kunyunyiza maji ndege ambayo wanasema inapewa salut katika uwanja wa kimataifa wa, Jom, wa, ke, Kisumu, wa kimataifa wa Kisumu inaitwa salut ya maji kutoka kwa gari za kuzima moto, na ndo hali halisi na Mm. Ni matukio, Mio, ya kipekee, matukio ya kihistoria, ya kipekee, ya kihistoria. Mm -hmm. Hata sidhani kama hata ma presidents wale wa zamani hizi masalutes ambaye zimefanywa. Ndiyo. Lakini wakati sasa hii tuko ni wakati tofauti, unajua digital world, kuna mambo mengi mm -hmm. Kwa hivyo ile salute ambayo alipewa uh, mwenda zake Raila Amolo Odinga Naam. ni ya kipekee mm -hmm. na ni, ni, ni si, si kawaida Naam. mtu ambaye hajawahi kuwa rais apewe kama hii. Kwa hivyo ile ambaye eh, Raila ameacha kwa nchi hii ni kubwa. mm -hmm. kulinganisha na ile ambayo wengine wangewacha. Kwa hivyo kiasi ambaye rais amewacha ama amezidisha, ndio. mm -hmm. baba ameacha. Bila shaka. Na, na mimi nasemanga baba ndiye anakuanga the longest serving president wa nchi hii. mm -hmm. kwa sababu ukiangalia historia yake, we never had. Yes, we never had. ukiangalia historia yake vizuri mm -hmm utakuta eh, coalition government wakati wa Kibaki, yeye ndio akakuwa prime minister, jina ambaye saizi ina pepe inabeberiwa vizuri sana ambaye ina, inasemwa sana mm. eh, wakati wa Uhuru Kenyatta amekuwa na handshake, na saizi ako na, uh, alikuwa na broad base. Kwa hivyo yeye eh, kila wakati akipigania kiti ya urais na akose kupata kiti bado yeye atakuwa kwa serikali hiyo, uh, njia moja ama ingine, yeye anajipata kuwa yeye ndio uh, mwenye ako kwa kila serikali rais. Utakuta yeye ni wakati hiyo muhula yake tu, hawezi enda kwa muhula ingine mm-hmm. kwa hivyo baba, i think naye, serikali ya Kenya, viongozi wa Kenya wamempatia heshima ile, eh, kulinganisha kulinganisha na ile kitu ambaye alifanyia nchi hii. Bila shaka, asante sana Daktari Isaac Hassan, ukituelezea matukio na vilevile matokeo na kumbukizi za hayati Raila Amolo Odinga. Mtazamaji, ndege ambayo ni ya kijeshi, ndege ambayo imepewa jina Enigma 01c ishatua katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu, na hivi sasa picha za moja kwa moja kutoka Kisumu. Ndege hiyo ishatua na vilevile tukaona kwamba hivi sasa kina nachosubiriwa ni maafisa wa kijeshi kushuka na vilevile vile, uh, kuweza kushukisha mwili wa hayati Raila Amolo Odinga, mwili ambao umetolewa jijini Nairobi asubuhi ya, ya leo na kutoka makafani yalii kuelekea katika uwanja uh, wa 75 ndani ya uwanja wa Embakasi ama ukipenda Embakasi airbase na chini ya lisali moja, ndege hiyo sasa ishatua katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kisumu. Kinachosubiriwa kwa sasa ni maafisa wa kijeshi ambao walikuwa wameandamana na mwili huo kuweza kushuka na vilevile kuhakikisha mwili huo unaondolewa kwa taratibu, kuandaliwa na vilevile vile kusafirishwa hadi katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo, kaunti ya Kisumu ili kuweza kuwapa uh, wale wafuasi wa Raila Amolo Odinga nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho, na ikumbuke kwamba eneo la Nyanza, Kisumu ama kaunti zote ambazo ziko katika ukanda wa Nyanza na Magharibi ndizo zimekuwa ngome kuu ya Raila Amolo Odinga. Wakati huu wote amekuwa kwenye ulingo wa kisiasa, na vilevile kuweza kuhakikisha yote yanatimia katika taifa, na ametajwa kuwa sauti ya wasiokuwa na sauti. na mtazamaji katika uwanja wa Mamboleo, ndege zinazidi kushika doria. Wakenya, wafuasi wa Raila, wanazidi kumiminika katika uwanja huo wa Mamboleo ili kuweza kutoa heshima zao.